Tuzungumzi. Kufuatia kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA huko katika mkoa wa Kagera, kumemwibua wakili msomi Boniface Anyisile Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha wanasheria nchini, Tanganyika Law Society, TLS, huku akieleza maoni yake kwamba ukamataji huo ni kama unaziba midomo ya Watanzania katika kutoa maoni yao kama katiba inavyoruhusu akisema kwamba ukamatwaji wa raia kwa masuala ya kisiasa au maoni yanayohusiana na siasa. Wakili Mwabukusi anasema, nimepokea taarifa za kukamatwa na kushikiliwa kwa mawakili, wananchi na baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoa wa Kagera kinyume na taratibu za masharti ya kisheria. Anasema kwamba miongoni mwa waliokamatwa na wanaendelea kushikiliwa ni viongozi sita wa CHADEMA ambao ni pamoja na Chief Kalumuna, mwenyekiti wa CHADEMA manispaa ya Bukoba, Dan Danstan, katibu wa mkoa wa Kagera, Pauli Shija, kiongozi wa BAVICHA Taifa, Halid Swarehe, makamu mwenyekiti wa kanda ya Victoria, na wengine waliotajwa katika taarifa za awali. Wakili Mwabukusi anasema kwa kuzingatia wajibu wa TLS kama chombo kinachosimamia maadili, heshima na hadhi ya taaluma ya uwakili pamoja na kulinda misingi ya utawala wa sheria, nimewasiliana na kiongozi wa TLS kanda ya ziwa na kushirikiana na chapta za TLS katika eneo husika kufuatilia haraka tukio hili, kuhakikisha haki za waliokamatwa zinalindwa na taratibu zote za kisheria zinafuatwa ipasavyo. Anasema TLS Inatoa wito kwa jeshi la polisi Tanzania kuzingatia kwa umakini mkubwa misingi ya utawala wa sheria na haki za binadamu na kuepuka kutumia nguvu kuzima uhuru wa watu kutia maoni yao ya, yawe ya kijamii, kidini au yenye sura ya kisiasa au ukosoaji wa viongozi wa kitaifa kwani hiyo ni haki yao kikatiba. Wakili Mwabukusi anaendelea kwa kusema: Kuendelea kukamatwa kwa watu kutokana na maoni yao au ushiriki wao katika shughuli halali za kisiasa ni hatua inayokinzana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, misingi ya haki asili na majukumu ya kitaifa ya kuhifadhi uhuru wa maoni na haki za kiraia, anasema. TLS inasisitiza kwamba haki na utulivu wa taifa na imani ya wananchi katika vyombo vya dola itaimalika zaidi juu ya utii wa sheria kwa njia ya uwajibikaji na sio njia za kutisha wananchi ili kuwapa hofu. Anamaliza kwa kusema TLS itaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya kadhia hii na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa mamlaka yake, kuhakikisha kwamba sio wananchi pekee wanaohimizwa kulinda amani, bali pia mamlaka zinazowajibike zinawajibika kulinda haki za kisiasa kijamii na kiuchumi za wananchi wote bila ubaguzi wala upendeleo. Advocate Boniface AK Mwabukusi, Rais Tanganyika Law Society TLS, tarehe 16 Oktoba mwaka 2025. Baadhi ya wasomaji wake akiwemo Emil Mwakilembe anasema asante. Edward Wilson anasema kauli hii ya Rais wa TLS Advocate Boniface Anyisile Mwabukusi ni ya kizalendo na yenye uzito mkubwa katika kulinda misingi ya demokrasia na utawala bora wa sheria. Ni ukumbusho muhimu kwa vyombo kwamba vyombo vya dola haviko juu ya katiba, na uhuru wa kutoa maoni au kushiriki siasa si kosa, bali ni haki ya kikatiba. Tanzania inahitaji taasisi kama TLS ziendelee kusimama imara dhidi ya vitendo vya vitisho, uonevu na matumizi mabaya ya mamlaka. Huu ni wito wa ujasiri Unaopaswa kuungwa mkono na kila mpenda haki. Felix Jumanne anasema, mm, yani hapa Tanzania ukitaka kuishi we sifia tu, hata kama mtu kakosea sifia tu. Jamani, mie nafikiri kukosoa ni njia ya kumfanya mkosolewaji kukaa kuka vizuri, pia kumfanya kuwa imara. Mtu anapokosea afu ukamsifia umfanya kukosea zaidi, sababu sasa basi Mkosoaji usimfanye kuwa adui yako, mfanye kuwa sehemu ya changamoto ya wewe kwenye nafasi yako kukaa vizuri. za asante. Marco Minga anasema hapa kikubwa duni dua tu, ila Mwabukusi mabu unatimiza wajibu wako hata kama wenye mamlaka wasikii, historia itaandikwa huku kalia kimya uovu. Nere Magezi anasema kiongozi na baz waziri katibu Chadema wilaya ya Kyerwa, nadhani huyu anazungumzia pia mtu aliyekamatwa. Mohamed Mkuga asema sasa nimeanza kuelewa duniani kuna miungu wengi sana, na hakuna kitu kibaya kuitikisa, mu, kuitikisa miungu ya dunia duniani ambayo binadamu wanayabudu, watakufanyia baya lolote ili kumfurahisha mungu wao. Mungu wa mbinguni yeye hana matatizo, hata ukimtweza chawa wake akina Bagonza na Emmanueli Bandekile mwa, mwa makula watakuombea baraka na chazi kitima ni wapole mno, lakini hawa wa, hawa wa duniani chawa wake ni mbogo mbombo ngafu. Saidi na Mponda anasema hivi, mwisho wa haya yote ni lini? Kukemea pekee kwa hawa viziwi italeta matokeo chanya kweli? Na mwingine huyu anaitwa Donas Iman Asema wajibu wako unautimiza ila unaowambia hawasikii, maana wao hawajawahi kupata maumivu ya uonevu, waachi tu ili watufanye tuishi kwa kujikatia tamaa. Asema lakini, je, unachokiongea na kukihubiri kila siku hao polisi wanakitekeleza? Na je, vipi jambo kama hilo, kila siku unaonya na kukemea, lakini ndiyo kama vile unawachochea. Huoni kama ita itafutwe njia mbadala. Jeni Mbilinyi anasema mimi sioni kama kukemea pekee ndio kutaleta suluhu kwa sasa zaidi ya wananchi kujitoa kwa nguvu zao kupinga haya maujinga. Johnson Msouth anasema hivi, TLS mkishakemea ndo inakuwaje sasa? maana sijui, na mmeshakemea wangapi yakaleta majibu? Majibu gani? Yohan mkunga anasema sijui tutatoka lini kwenye hii engo Peter Sarwati anasema asante kiongozi. Ayubu Mpumulira anasema mtetezi wa wanaoonewa God bless Mwabukusi. Venanti Jovenal anasema uh, haki hakuna. Gleson Hezon asema ukweli mchungu. Haya ni baadhi tu ya maoni ya wasomaji wa ukurasa huu wa Boniface ya Nyisire Mwabukusi baada ya andiko lake hili kueleza kwamba ukamatwaji wa raia kwa masuala ya kisiasa au maoni yanayohusiana na siasa, huku akieleza kwamba amechukua hatua ili kuwa ama, uh, amewataarifu viongozi wa TLS kanda hiyo ya Ziwa ili wafanye jitihada za kuwa pamoja na hawa wahanga ambao wamekamatwa na jeshi la polisi huko katika mkoa wa Kagera wakiwemo baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, mawakili pamoja na baadhi ya wananchi. Mtazamaji, karibu nawe kwa maoni yako na ninakutakia wakati mwema. Asante, asanteni kwa kunisikiliza.